Kuna maneno fulani ambayo Diamond alikuwa anaongea mm, ambayo mimi alinigusa mm. kama mimi nikiangalia pa mtaani mm, kuna wale watu wanasema ah kucheza uuni mm, watoto wadogo mnaniangua ningua bado muende shule mkasome. Mm. Ah, mm. ah, uyo, shule mkasome kile kitoto kile a kwa mtu mwingine anakusema vibaya, huyo asome huyo ashoja shule huyo afikita sekondari mm. yeah, sami alimaneno kwa naniumiza mm, lakini kwa ushauri nikiwa naenda namwambia mama, nimepita mtani, mama fulani kaniambia hivi, mama. Tisikie wewe unamsikiliza nini? Wewe usimsikilize hata akiongea chana naye. Na tulivyoenda kule Uncle Diamond, naye akatuambia tena ile ile ambayo msio, yaani kama una focus mwa yako, una focus kitu fulani, wewe fanya hicho hicho, siangalie nyuma. Kweli mambo vipi mtazamaji, karibu sana kwenye exclusive interview, leo niko maeneo ya Tegeta na bahati nzuri sana kila ambacho leo kimenileta huku ni kuhusiana na Tegeta Kids. Kwa hiyo na story nyingi sana nasikia, bwana umo kuna vijana wengi sana ambao wana dance wanafanyaje na nini, na juzi pia tumeona kwenye video ya Diamond uh, kwa wale ambao umecheki nadhani mmeelewa kwenye nani pale, mmeona ile tatizo ambavyo wameumiza, na pia kuna story nyingi sana ambazo zinaendelea kuhusiwa, kuhusiwa. Mimi nimekuja mpaka sema mbako waga anafanyia mazoezi na kempu yao ilipo maeneo ya Tegeta huko, so, uh, mimi leo uh, bahati nzuri sana na mambo mengi sana ya kuzungumza. Kwa kweli mimi kitu ambacho nimefurahia sana kuhusiana na wao ni zewe yao ambavyo, eh, walikuwa wameua wame, wame sana kwenye video ambavyo vida, inaanza inavyofanya vizuri na nini, na zile movement zao zile ambazo anafanya kiukweli, inasababisha kitu ambacho, uh, unaona kabisa kwamba Tanzania sasa hivi kumekuwa na vitu ambavyo vinavutia sana. Ukiingia tu kwanza, kwenye nyumba unaanza kukutana na watoto Wewe? saba. miaka saba. Bwana Tegeta Kids bwana huku, mpaka watoto wa miaka saba unakutana nao. Sasa hii nasema hii nzuri sana hii. Hapa bwana kempu nyendo ile pale kama za kuona, bwana wanafanya mazoezi yao. Leo nataka nianze na nani? Mage au nani? Kuna ile binti yule watu wamempenda sana. Sasa yule nikianza nenda vizuri sana. Sasa hapa si nianzeje, bwana naanza na mkubwa kwanza hapa. Kubwa kwema? Tuko vizuri? Yuko. Ah, mimi ni mwalimu wao mwingine tu. Ah, eh. Ah, Ah, Ah, mwalimu mwingine tena. Sawa ticha. Kwema? Kwema. Ah, safi. Wewe unaitwa nani ndugu? Ah, naitwa yangu, Martin. Martin. Eh. Yeah. Wewe ndio mwalimu wao hapa? Yeah, mimi pia ah, yeah, ni mwalimu mimi natakita kiti ya. Sasa mimi nina katika kuongea nao bana, nikwa tamani anze na Mage bana Eh. Mage, eh, safi sana. Mage mambo? Tupige story huku Bana, mi Mage bana, nimempata Mage, unacheza sana bana. Bana kitoto. Kwa kwa kawaida. Kawaida. Bana, kama nilivyokuambia ni mi nimempata Mage na bahati nzuri sana, niko naye hapa kutoka Tegeta Kids. Mage, nimefurahi pia kukutana nawe tami nimefurahi. Mzima kabisa, mzima. maisha ya Tegeta Kids, hasa nataka nifahamu, hasa umejiunga lini hasa. na Mage ndio jina lako pia? Yeah. Naitwa Margaret Lucas. Oh. Umejiunga lini hapa? Ah. Kama alivyosema mama, mimi nilikuwa na, napokea kipai <laughs> <Likupo, laughs> <Likupo, laughs> napokea kumnio ya kwanza ehe. Ehe. kumnio ya kwanza. Uh -huh. Mama alinyambia ananifanyia ukumbini. uh -huh. Sasa kama ukumbini inapendaga sana madansa, wala yes, yes. Hey, mama, kwa kuna madansa wala kuingiza master show wale eh, nikamwambia -huh. hivi mama, kwa jigeni nitafute hata marafiki zangu sita au saba tukanikaingia nao tukafanya kama kisho fulani. uh -huh. Mama kasema mbona kama wazo lako zuri. uh -huh. Akasema basi tafuta kisha atafuta taniambia mimi -hmm. kweli ndivyoenda shule mm -hmm. Nikaangalia wale wenzangu, wenzangu wale marafiki zangu vale kabisa kabisa wale mm -hmm. Nikaambia wengine wakasema, bana si hatuwezi bana, mimi hata mi atakunyanyua mguu siwezi. uh -huh. Nikaambia tuendeni hivyo hivyo, tutaweza. uh hu ndo mwanzo akasema, ah, kweli uh -huh. Kachukua marafiki zangu hapa pishe uh -huh. darasa la sita uh -huh. Kaaleta kwa mama tukaongea uh -huh tukatafuta nyimbo zetu special uh -huh. Tukaweka pale tukacheza uh -huh. Wiki moja mbele uh -huh. Ndo shughuli yenyewe uh -huh. Eh, mama akaja katuangalia akasema uh -huh. Mnajitahidi. uh -huh. Endeni hivyo hivyo uh -huh. Tukasema ah, mama atung'onga, maanake ndo kwanza tunaanza hata kujua yani kucheza vizuri, atuja sio kama uh sasa hivi -huh. kweli tukacheza pale kwenye shule, tukaenda, tukaperform vizuri. Watu wakasema mbona mnacheza vizuri? Mama akasema je, kwa jigani tusiendeleze? Ile kundi likawa kubwa kweli. Mama akamwita chatini pale, alivyomwita akamwambia, je, kwa jigani tusiunde na jina, jina la Tegeta Kids. Akaunda pale, wakasema kwanza, leo ili group litaitwaje? Tegeta Kids. Kwa hiyo tukawa tunacheza tumecheza tumecheza mpaka sasa hivi. Ah. Ongera yes sana. Asante. Nimependa kitu kimoja ambacho hee uh, ambavyo Diamond alikuja kufanya kazi na nyinyi nikuona pia ulikuwa unatoa machozi. Ilikwaje? Hasa kwa nini ulianza kutoa machozi baada ya kukutana na Diamond? Ni kuna maneno fulani ambayo Uncle Diamond alikuwa anaongea ambayo mimi alinigusa kama mimi nikiangalia hapa mtaani kuna wale watu wanasema mm. Ah, kucheza uuni mm. Watoto wadogo mnaningwaningua bado mwende mm. <laughs> mm. Ah, shule mkasome mwangalie sindio? Kile kitoto kile kwa mtu mwingine nakusema vibaya au huyo asomi huyo ashaacha shule huyo afiki hata sekondari mm. Yeah, ya sami ali maneno aku ananiumiza mm. lakini kwa ushauri, nikiwa naenda namwambia mama, nimepita <laughs> mtaani, mama fulani kaniambia hivi, yani nika, kanishinda nikaanza kulia. Okay. Yeah. Nataka nifahamu sasa, Diamond ndo msanii wa kwanza kufanya naye kazi mkubwa ama ilikuwaje? Hapana, kuna um. Harmonize tushafanya Oliver Oliver, oh na, yeah. ah eh, ah yeah. pia eh, pia mle eh eh, si madam, pia mwingine nani, madamu mikwepo, pia Sarafina, Sarafina pia Chino, Chino pia yeah, <laughs> na mwingine um na wengine wengi yeah. msanii mwingine ambaye alikuwa naenjoy sana kufanya naye kazi katika wote hapa kwangu mimi hapa kwangu mimi na yeye nilikuwa napenda sana kufanya na, na Diamond na Chino. kwa nini? Yeah. Hamna tu yani, mimi tu moyo wangu. Moyo wako tu. Nataka nifahamu hasa Diamond aliwafahamu vipi hasa mpaka mkakutana, mkafikia stage ya kufanya naye kazi, aliona uh, wapi hasa, aliwatembelea pia ama ilikuwaje mpaka mkaja kupata nani nafasi ya ya ku nani naye kufanya naye kufanya kazi. Ah, kazi yani iwapo hayo hmm. ni ticha teacher, teacher, atakuja kuongea nimefundishwa. Oh, yeah, yeah. Ah, <tie> namna mpaka ya kujielezea safi. So, sana nimependa hiyo kitu. Uh, pengine hasa uh, umezungumzia kuhusu swala la shule, wata wanazungumza wanaambia kwamba mtakuwa mwe shule na nini mnasoma na, na ama ni watu ambao mmeacha ma, shule mama kudensi? Hapana, kila mtu anacheza hapa hmm. na hapa hawaruhusu ambaye mtu ambaye asomi, wote tunasoma oh. Kids hapa hauruhusi kufanya kama e, usome, uruhusiwe. Oh. Yeah. Vizuri sana. Malengo yako ni yapi hasa kwa mfano, kwa upande wako? Mimi malengo yangu tangu nilipokuwa mdogo, mm. nikija kuwa dancer mkubwa wa ndani ya Afrika na nje ya Afrika n la mwisho pia niliona ulikuwa unazungumza kuhusu babako leo ambavyo alikukulea kwenye malezi na vitu vingine kaa hivyo, pengine za kumpa mtu short story, hasa ilikuwaja? Hauna kwa nini pia imekuwa ikikuumiza sana hichi kitu? Kwa upande wangu mimi, kwa kweli baba wangu mimi, yani malezi mimi, sijapata malezi ya baba mpaka sasa hivi, nakuwa ni mama yeah.

video ya Diamond wakati natoka, wewe ndio umeonekana pale front, vile naanza katika watu ambao ni makariri sura hata, yani, wewe ndio nakuona ile image inakuja pale. Ili ulifahamu kama wewe ndio utaonekana vile, ama ulihisi uli tu kama zani katoka pale? Mimi sikutarajia kama mimi ndio nitafungua video mm -hmm. Manake watu tulikupo wengi karibia mia mm -hmm. Sikutarajia kama mimi ndio nitakupo kwanza pale mm -hmm. Sikutarajia na nilivyoona mm -hmm. Yani nilifurahi sana na yani, <laughs> nilitamani hadi kulia, yani nilifurahi sana, furaha yeah. ilizidi yeah. yani ilizidi. Sikuoni, sikulala ishaa, kulala saa nne, saa tano, kesho sikulala saa tano na hadi saa sita kupo kesho, sio siku ya shule, kupo kesho ndio kwa nahisi kwa Jumamosi sijui, yani la saa saba ile nenda saa nane, nairudia tu ile video, nairudia naiangalia tu yeah. eh na, na kuambia na mtaani tnakuambiaji kesha kulipo kucha bwana familia, marafiki zako, washikaji pia walikuwa waliku nakuambiaje kwanza nilivotoka nje mm -hmm. Kuna wale wale wanaongea chini, chini kuonekana kama wanakufagilia wana sanaataonesha hey, eh, wana eh, hey, ndo huyu Mage Mage ujamona na nami kama sijasikia na mimi naendelea kuita mm -hmm. Wengine ah mdogo wangu ongea sana endelea Ongeza juhudi, yeah. utafikia malengo yako y yeah. Yeah. kwenye kipato sasa, iko vipi sasa? wengine kuna watu anasema labda wanapoteza muda wao, labda na nini inaingizia, labda kiasinalizika yani, kwenye maendeleo labda pesa na nini, mnapata mtapata faida ambayo mnachokifanya, yeah, yeah. Mm. kuna maendeleo ashayafanya mpaka sasa hivi labda ni yapi? kama sali sisi sali, uh, nwagi wazazi yeah, yeah. yeah sisi wenyewe tunategemea kama redio mm. vifaa vinavyohitajika mazoezini, mm. yeah. okay. Basi mimi nikushukuru kwa wakati wako, asante.